Nililala nikaeota ndoto ya safari ya Bondo. Wazee wa Mijikenda kutoka kaya zote wameshikana ili kwenda kuzuru kaburi la Raila Amollo Odinga mwenda zake, ambaye alienziwa sana na wazee wote wa makabila tofauti nchini Kenya. Walikusanyana kila kituo, ili kuwabeba wenzao kutoka kaya Rabai, kaya Fungo na kaya zote Unaona maandalizi haya ambayo tunajipanga katika hali ya usafiri, na tunaenda kule Bondo ambako ni mahali ambapo Mheshimiwa Raila Odinga alizikwa, na tunaenda kule kwa sababu ya kumwenzi, na sababu zenyewe ambazo zinatufanya tuende kule, sisi tunaenda kwa sababu ya ile mwongozo ambao alituletea ya azimio la umoja. Aliweza kupigania sana jamii waweze kushirikiana, ili waweze kuleta heshima ya nchi yetu na pia hali za kiuchumi. Kwa hivyo kama wamejikenda tunaenda kule na kuenda sasa kuenda kuweka umsingi kama unavyojua, wamejikenda sisi hua mtu akifariki huwa tunamwita koma, yani kuwa pia ni katika yuko katika mipangilio yake kama kimungu. Kwa hivyo tunaenda kuomba kuwa amekuwa sasa ni katika sehemu ya ile miungu ambayo tuko nayo. Tuko Kaloleni ambapo tunachukua chukua vile vitu ambavyo ndio tutavitumia kule na pia vingine tumevitoa kwa makaya, maanake kule pia tutakuwa na tambiko rasmi pale kwa kaburi, ambapo sasa hapo ndio tutakuwa tunakuwa na ile heshima ya marehemu ambaye ni mwenda zake. Pili, makaya yote tisa yanawakilishwa na wazee wote, ndio unaona sasa hili basi limeingia, wale wazee wote wa makaya tisa na wakinamama wa makaya, na tunaenda kule kuenda kuweka ile heshima ambayo hata wamijikenda wote wa Kenya wote Watajua pia tumemwenzi Raila kama vile Karisa Maita, ambayo vilikuwa tukimpenda. Naitwa Johnson Charo Hinzano, lakini jina la utamaduni kabisa mimi naitwa Jafari Hinzano msanii. Hivi naenda kwa ndugu yangu Raila Omolo Odinga, naende kuona mahali aliwekwa, na atuombee na hilo jina lake lidumu na kudumu na kudumu mpaka mwisho wa ardhi. Umetoka kaya gani? Mimi natoka kaya Giriama. Unaitwa nani? naefa Jumwa magona. wamwagona ala kaya hiyo naunenda hikwa noni nilaka licha nenda nila, nihiko kurya Nairobi. E, Nairobi Kisumo e. unamtua una, mtumia are zigwaga anaefahani Raila endeuro e, unamutuwa akahuasireko matototo amanye hee, kumbe wele nahenzwa. Mimi kwa majina naitwa kulumba chai kutoka kauma. safari hii na no muhimu gani kwako? safari hii ninaenda kwa sababu ya kwenda kuona pale ambapo ameweka mzee wetu Omolo Odinga alipowekwa vizuri, na tumuombe na yeye atuombee hali zetu za kimila ziwe sawa bila shida. hivi leo unaenda Nairobi harao hariozikwa mtumia Raila Odinga, ukalole harihozikwa, baba udimekurira naroanzie hufuape pore kwa mtumia wewe wafukira duniani. Nakutana naye Pauline Mapenzi ambaye ni mwandalizi katika safari hii, amekusanya vitu vya kitamaduni na ndio kazi yake. leo tuko na safari

Kifuduni cha milimo jefari chambola digowe na baba kilambe wa mumba we jefari nanangano kijewetanga benikavumbi muranzi jiloreka koneniwe nikambisi wachea anabunda anangwe ani mama vina wirawe kifuduni cha milimo asena ngumbo zawe nikiripotia Koko FM mimi ni Lolani Kalu Koko FM Lava ya pwani